Wale wametufundisha wametufundisha kwamba mwanaume ndio kichwa ya nyumba, na mwanaume anapokuwa kichwa ya nyumba, mwanaume ndiye anatakana aelekeze familia yake namna inatakikana, na tumefundishwa namna naenda kueleza watoto waishi vizuri, watoto waishi, na tumesema wazazi wachunge watoto. Hii muda ni mrefu sana, watoto wanaenda kaa nao nyumbani. Hiyo <coughs> ndio mafunzo walikuwa wanafundisha. Kila mtu alikuja na bibi yake tuliambiwa tuje na wanawake zetu tu wetu, tumekuja nao. Tumefundishwa kwamba hiyo ndio namna tunatakana watu waishi, namna wale tunatakana tuwaambie watoto wetu, namna tunatakana tuwaambie majirani na watu wengine tuweka amani. Tumefundishwa mambo ya, ya peace. Mambo ya peace inaanza na sisi na manyumba yetu, kitoka kwa sisi na manyumba yetu, tuambie kila mtu tuwe na peace. Wakati mtu mwingine anaongea maneno sio mazuri, tukataze usikubali kwa sababu sisi sisi ndio watu wa Kenya na hii ndio inji yetu pekee, kule inji nyingine na sisi tukiharibu hapa tutaenda wapi? Naona majirani wote wa ndugu zetu wengine wako hapa, wametoka kwao, wamekimbilia mahali kuna amani. Na wewe sasa ukiharibu hapa, wewe utaenda wapi? Kwa hivyo mahali unakaa, hakikisha wewe unaambia jirani yako, tuishi kwa amani. Hayo ndio mafunzo ambao leo tumefundishwa. Na tukaambiwa pia tunaporudi nyumbani tuangalie mafamilia zetu na tuchunge watoto wetu ili watoto wetu wasome. Hayo ndio sisi tunaona ni kitu ya maana katika maisha yetu. Kuna mabadiliko kubwa wale wote wamepasa. The reason why we came to this area is because uh, uh, we were sent by the Kenya Red Cross and uh, the areas were marked as the hotspots of the gender-based violence lakini kulingana vile tumeona wanaume wame respond because after three months of training uh, we came back for a follow up to see if uh, actually the impact has been there and we have seen positive reports from the wives and uh, we have taken the wives away and uh, uh, we are going to use it now to have our reports complete and I think we thank even uh, the, the, the Ngao

the figure. So we thank God so much and we, we thank Red Cross, uh, also for the support that... Uh, Na hii masomo haijaanza leo, walitufundisha miezi mitatu minne iliyopita, na wakati huo walipofunza waume wetu, naona kama amani imerejea Mount Elgon, na within Bungoma County tulikuwa tumerankiwa kama gender based violence hotspot lakini kupitia kwa masomo ya PBL wakisaidiwa na Red Cross, naona kumekuwa na mabadiliko, kwa sababu sisi wamama wa, mama wa Mount Elgon wengi tumekuwa tukilalia mambo ya kutengeneza pombe, na pia unaelewa mambo ya madawa za kulevya ndio inaongeza kuharibu vijana wetu, na kupitia kwa hii masomo ya PBL pamoja na Red Cross tumeweza kupunguza kutengeneza hayo pombe na saizi mafunzo imetusaidia na imesaidia hata waume wetu kwa mambo ya responsibility, majukumu kwa nyumba. Wamama tumekuwa tukiachiwa almost 100% responsibility, lakini kupitia kwa masomo ya PBL, saizi tumeona waume wetu wameanza kujukumika na wamejua majukumu yao kama wanaume na pia kanisani, wameanza kuenda kanisani. Masomo ya PBL haisaidii tu mtu socially pia inasaidia mtu spiritually na imetusaidia emotion ya wanaume wetu pia imeweza kurudi chini, na tunawashukuru sana. Wamefunza mambo ambayo hata watu ya Mount Elgon tukuwa tunajua mara hii tumejua na tunachefunia. Hawa watu ya PBL, tunaomba wasiti kufunza watu wetu Mount Elgon waweze kuelewa vile wanaweza ishi na jamii. Sisi tangu tupewe mafunzo na wale wasee walipewa mafunzo, amani imeingia kwa muchi na hata kwa majirani. Na hata kwa watoto wetu kuna wasee walikuwa wajui jinsi ya kuweza kukaa na watoto na wanaweza kuwalete pamoja na mna gani. Lakini hiyo mafunzo imesaidia watoto hata saa hii wameanza kuelewa na hata wana mipaka, wanajua mzazi na hawao vile wanakaa na sisi katika hii mlima tunaomba amani, amani, amani. Amani ndio maisha kweli. Vile tunajifunza hii maneno ikiingia vijijini, amani inasiti kuongezeka. Na hata vile tunaona sisi wasee tukiungwa mkono tuweze kueneza amani hata injini Kenya, na kumbuka watu yetu wataelewa maana ya amani ni nini na amani inaanzia kwa nyumba kwa watoto wako pamoja na bibi yako, ndiye ende kwa jirani uweze funza jirani, na we mwenyewe hauna amani. Kwa hivyo naomba wale wazee wote watimiza amani kwa mapoma zao, na wapereke watoto shule, wawafunze vile wanaweza enda kanisa, waweze kujua neno la Mungu, na waweze kujua wanaweza ishi na wenzao namna gani kwa sababu tusipokuwaeleza hawa watoto tukiwawachilia tu bure, watajua tu wako kwa haki, yale maneno wanafanya. Lakini watu ya PBL wametufunza vile tunaweza kuruti pamoja na watoto bila kuwatulumu, bila kuwatumia nguvu. Kumbe amani inaweza kuja kupitia maongeo, maongeo ya kufikiana, inalete ina uhusiano iliyo bora na kila mmoja. Kama aelewi ataelewa. Nafikiri tumefurahia sana hii masomo, na tunaomba hao watu wa PBL waendelee kusiti kufunza hii mlima yetu. mi najua tu... Wanaume, This is the month of International Men's Day, na International Men's Day ni mwezi ambayo ya kuchochea wanaume wapate kujielewa, hao ni kina nani na wapate kujua kile ambacho Mungu amewaitia kuweza kukua katika dunia hii. Kwa hivyo wakati huu ni ule ya kwamba kila mwanaume ambaye ameteseka sana katika maisha yake na amekosa kupata platform ile ambayo anaweza kujiexpress na kusema kile ambacho kimemsumbua kwa muda mrefu, Principle Based Leadership iko hapa kwa sababu yako. Je, utaendelea kuangamia kwa sababu ujui utafanya nini? Sisi tunakwambia we have a solution through God's grace. Ya kwamba ukikuja maneno yale machache tutakaposhiriki na wewe utaanza kukua na mwelekeo. Kwa hivyo nitakomea hapo. Nikisema International Men's Day ambayo itakuwa tarehe 19. We are going to have forums. Wewe kuja pale. Haijalishi kama wewe ni mlevi sana, haijalishi kama wewe umepotea mwelekeo. Muka amekutoroka, watoto wamekutoroka, haijalishi we ni mwanaume, bado kuna udhamana ndani mwako, na ukikuja, tutaweza kufunulia udhamana wako. May God bless you. Thank you.